Eh, bwana endelea na challenge zetu, challenge zetu kama kawa, na Mungu ni mwema na Mungu anabariki kabisa. Hebu njoo hapa, njoo hapa. Tunamwona mama amekaa vizuri kabisa na amependeza na nguo zake. Mama, mama, shikamoo. Mara hapa hujambo. Sijambo kabisa. Uko mzima mama? Niko mzima. Kongamano leo nalionaje? Niko fresh. Sasa, mama, tuna kipindi chetu kizuri kabisa hapa, tunapima mbongo za watu. Je, wanasoma Biblia au wanakimbia? Uko tayari? Niko tayari kwa yale ninayofahamu. Mm. Mama yuko tayari mama. Siku ya saba Mungu aliumba kitu gani, mama? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Akumbuke, Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi? 12. Ni siku ya ngapi? Ni nani alimkana Yesu mara tatu? Yaani, alimkana Yesu mara tatu. Petro. Ni Petro. Nani alimbatiza Yesu? Yohana. Yohana. Ewa, watu wanaendelea na challenge kama kawaida na tunaendelea kwenda. Njoo huku, njoo huku, kuna kaka nimemwona hapa. Njoo huku, kuna kaka amevaa suti kapendeza kabisa na kapendeza kabisa kaka. Kwema, kwema kabisa. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Naona umevaa umependeza, umeipu vizuri kabisa, mtumishi wa Bwana. Ndio mambo yetu. Ewa, leo tuna Pili. Tuna challenge moja nzuri kabisa ya kupima tuone watu wangapi wanasoma Biblia, watu wanajua kusoma Biblia au wanatupiga piga chenga. Tuna maswali kadhaa hapa nataka tuanze. Nani alibatiza Yesu? Alimbatiza Yesu, Yesu alibatizwa na Yohana. Siku ya saba Mungu aliumba kitu gani? Siku ya saba Mungu alipumzika. Ni nani alimkana Yesu mara tatu? Yuda Iskarioti. Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi? Yesu alikuwa na wanafunzi kumi na mbili. <coughs> Ewa